Kuna mambo matatu ambayo unatakiwa kuyajua katika maisha ya sasa. Dunia sasa hivi imekuwa ni dunia ambayo ni ya kidigitali sana, dunia ambayo inakuwa inabadilika. Watu wengi tuna zile fikra za kuwa na mawazo ya dunia ambazo zilikuwa zimepita. Sasa tumekuwa na vijana wengi, vijana wengi sana ambao wamekuwa ni watu wa kuogopa kuchukulia hatua mbalimbali fursa hizi ambazo wanakuwa wanakutana nazo mtandaoni lakini nguo ni kuambie wewe kijana ambayo unakutana na fursa kama hii, lakini unakuwa na uoga kuweza kuichukulia hatua. Hizi ni fursa ambazo ni za uhakika kabisa ni fursa ambazo zimebadilisha maisha ya vijana wengi sana. Ukija ukiangalia vijana sasa hivi ni wadogo wadogo sana, lakini maisha ambao wanakuwa wanamiliki ni maisha ambayo ni ya gari sana. Sasa ukija ukiangalia e, wamefanikiwa vipi? Ni watu wa, unakuja kutambua kwamba ni watu ambao walikuwa wanazichukulia hatua, ambao walikuwa wanazichukulia hatua fursa wanazokutana nazo. Walikuwa hawawazi masuala ya utapeli, walikuwa hawawazi masuala ya kijinga ya kijinga, lakini wanapokutana fursa zile wanakuwa na, ni watu wa kuchukulia hatua. Kwa hiyo hakikisha wewe kijana unapokutana na fursa yoyote mtandaoni hakikisha unaenda kuisogelea. Mawazo ya kitapeli, hizo ni akili za kipotofu, ni vitu ambavyo vinakurudisha sana nyuma, ni vitu ambavyo vinakufanya usiendelee mbele. Hakikisha unachukulia fursa hatua na uweze kuifanya, ili uweze kufanikiwa kimaisha. Kwa hiyo ikiwa kama wewe ni kijana na unahitaji fursa ya kuweza kubadilisha maisha yako, au kuweza kubadilisha mtazamo wako, kwa sababu sio sio sio maisha tu, unaweza ukabadilisha pia mindset yako, ikaweza kuwa na vitu vikubwa zaidi. Hakikisha unatafuta kupitia tangazo hili na tuweze kukupatia msaada, ni wa, ni sehemu gani sasa hii unaweza ukawa au, au unaweza ukaifanya, ili kuweza kubadilisha maisha yako. Karibuni sana, tunapatikana Kimara, Dar es Salaam.